Hujambo mpenzi mfuatiliaji wa simulizi yetu hii semayo, sitasahau usiku ule, leo ikibisha hodi katika sehemu ya 33. Katika sehemu ya leo tunaona operesheni ni kali nchini Malaysia, ambapo agizo alilopewa akina Inspekta Baraka na Fande Mrope ni kumkamata huyu mtuhumiwa mkuu, lakini pia utasikia habari mpya kwa Nasra, kwani kwa mara ya kwanza anawasiliana na kaka yake mpendwa namaanisha Mliti. Baada ya kupotezana kwa miaka mingi, ni furaha iliyoje! Anatamani kama vile apae, arejee nchini Tanzania, aweze kukutana na Mliti. Kukualika ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema fuatana nami mpenzi msikilizaji. Ikiwa ni muda wa saa moja usiku, kulikuwa na kijimvua kidogo kikiendelea pale jijini Kuala Lumpur na baridi kali ikiendelea. Ilikuwa ndio muda ambao makachero hawa wawili wanatakiwa kuingia kazini, ili wawakamate walinzi wa mtuhumiwa mkuu. Walikwisha savei na kujua kila kitu, wakajua wakianza na wao itakuwa rahisi kuweza kumkamata hata bosi wao. Kwa kilichobaki hapa ni kuchukua tahadhari zote za namna ya kwenda kuwachukua. Baridi ilikuwa inaingia hadi ndani ya makoti mazito na makubwa waliokuwa nayo, hivyo hiyo ikawa nzuri pia kwao, kwa ajili kwa kwa ya kuficha nyuso zao na hata kuficha silaha zaidi ya moja, maana kila mmoja alikuwa akijihifadhi na baridi. Wakati huo isingekuwa rahisi kwa wao kushitukiwa. Inspekta Baraka alimgeukia Fande Mrope na kumuuliza kila kitu kipo sawa. Akajibiwa kwa ishara tu ya dole kwamba mambo yapo sawa, twende kazini. Mrope hakuwa mtu wa maneno mengi sana bali vitendo zaidi. Gari ipo nyuma kule, alisema Mrope akimwambia Inspekta Baraka, maana kwa sasa hawakuhitaji dereva, walikuwa na wenyeji wa jiji lile. Walikodi gari lao wenyewe, wanaendesha wenyewe. Tumepewa na viongozi wetu amri kwamba wakikamatwa wafikishwe kituoni hapa hapa Malaysia, kabla ya taratibu za kuwasafirisha kwenda nyumbani Tanzania, alisema Inspekta Baraka baada ya kusoma ujumbe uliokuwa ukiwaruhusu kuwapeleka watuhumiwa hao kituo cha polisi pale Malaysia kwa muda mfupi. Afande Mrope akauliza, Nasra yuko wapi? Mbona anapaswa kujiandaa pia. Inspekta Baraka akamgeukia Mrope akasema achana na Nasra, huu mziki wake hauwezi huu. Akamtazama Mrope na kutabasamu kidogo, akasema achana na Nasra, huu sio mziki wake. Unadhani bila mafunzo kama yako anaweza kwenda kuifanya kazi hii? Ni binti mdogo pia, acha aendelee kutusaidia katika mengine anayoweza kutusaidia. Leo sitaki amfuate mtu yoyote, hawezi kuendana na mziki wa leo kabisa. Muache mtoto apumzike. Wakati wakizungumza hivyo, mara papu, Nasra na yeye akatokeza katika korido moja kuelekea chumbani kwake. Wote wawili wakatazamana na kuzungumza kwa macho. Nasra akasema, nisubirini na mimi nikavaeni, jiandaye nivae koti. Inspekta Baraka akasema, wewe pumzika tu, tutarejea sasa hivi. Mm, Nasra kaguna kisha kasema, haya, ngoja ni waache. Maana walivyokuwa wamevaa, alihisi damu inanuka nuka. Kuna jambo wanakwenda kulitimiza, na si jambo la kitoto, msikilizaji wangu. Hata hivyo Nasra aliyerejea haraka haraka chumbani kwake ghorofani huko akawa amesimama sehemu ya juu ya ngazi akiwatazama maafande hawa wakipita kuelekea uelekeo huo walikokuwa wamepaki gari. Akamwona Inspekta Baraka ndiye anayeingia upande wa dereva, akajua wanaendesha wenyewe leo. Na kweli liko jambo, alijisemea Nasra moyoni mwake. Wakati akiendelea kuwatazama namna hii, Nasra mara aliona simu yake ya whatsapp inaita. Alisita sana kuipokea, maana alikuwa amekwisha kuingiwa na mashaka. Ile kupokea, akasikia sauti nzito namna hii, hajui ni nani anazungumza. Alianza kwa kusema, mdogo wangu, nafurahi kwamba umzima mpaka sasa, ni miaka mingi imepita. Nasra kasema, wewe? Akasema, wewe ni Mliti. Akasema, kwa nini unauliza hivyo? umesahau hata sauti ya kaka yako? Alitaka kuitupa ile simu pale chini kwa mshituko wa furaha huyu Nasra. Basi Mliti akasema, mimi ni kaka yako Mliti, baada ya mizunguko ya miaka mingi na mafunzo nimerejea Tanzania. uko wapi Nasra? akasema nipo nchini Malaysia, lakini mapema nitarejea nyumbani. Wakafurahiana pale, ikawa kama anaota ndoto. Nasra, baada ya kuzungumza na Mliti, akawa anazungumza pia nafsini mwake kwamba mm, leo kuna jambo. Hawa watu wanaenda bila mimi, au wanajua kitu nisichokijua? Labda wasijue, bosi kaniambia kila kitu kwamba leo kuna operesheni nzito, labda ndio hii wanayoenda kuifanya. Wale walinzi na yule bosi wao kwa kukimbilia nchini Malaysia, walidhani wamejificha sana walikuwa wamezoea kuponda raha tu huko wakijua hakuna siku itakayokuja kuwafikia kwamba pingu ziwe mikononi mwao, lakini waswahili walisema za mwizi arobaini. Wakiwa kwenye baa moja karibu na hoteli yao, na polisi wa Malaysia waliwaambia Mrope na Baraka ama kuwe na msaada tuwaongezee nguvu hivi, lakini Inspekta Baraka alikataa hilo. Kwa bahati, wale walinzi wawili, bosi wao akiwa amelala, waliendelea kuponda starehe, walikuwa wamelewa. Inspekta Baraka na Mrope nao wamewafikia, wapo hapo hapo. Mmoja wa walinzi alikuwa anaenda chooni mara nyingi nyingi tu. Basi alipoenda mara ya tatu, Mrope na Baraka wakamfuata, akapigwa roba ya mbao huko, akatolewa mlango mwingine wa nyuma, wakampeleka kituoni kiulaini kabisa. wa pili yeye alikuwa ameenda kusimamia pale katika jiko la nyama choma, akiwaelekeza namna ya nyama zao walivyotaka zichomwe. Yeye alikamatwa kama kuku tu, ili amerejea katika kiti chake. Basi wakamvaa pia, na gari jingine likaja, akapelekwa kituoni. Je, bosi baada ya kuona walinzi wake hawapatikani katika simu zao ambazo zimeshanyakuliwa atafanya nini? Ni jambo la kusubiri na kulisikia katika sehemu ya 34 ya simulizi hii pendwe semayo sita sahau usiku ule. Lakini je, Inspekta Baraka na afande Mrope watakaporejea na Nasra atakapowambia kwamba amezungumza na kaka yake Mriti na anataraji arejee Tanzania hata kesho tu, je watamwambia nini? Kukuaga ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema kama huja subscribe channel hii ya uhondo wa simulizi za kifasihi, kwa rafiki yako pia ushee huko umwambie, kwamba kuna simulizi inaitwa Sitasahau Usiku Ule, imebisha hodi katika sehemu hii ya 33, na ili sehemu ya 34, tuwe naye. Sina la ziada, uwe na siku njema na kwa heri kwa leo.